Nalo ni kuhakikisha kwamba tarehe 29 mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini hey. hey. hey, na tano tunatoka asubuhi mapema isonga ng'ombelele makanza ke ilo makanza ketango kuipuna koti isonga, ikifika saa kumi na mbili tunacheza iyena iyena hapo, vipi CCM, oye hey. Sasa wagombea wetu tulio nao wamesha tajwa. Tunaye Dokta Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwanamke shupavu, mwanamke wa viwango, mwanamke mchamungu, mwanamke asiyependa makuu, lakini mwanamke ambaye ameishika Tanzania hii, hataki ngedosali katika swala zima la amani, swala zima la uzalendo. Na ndio maana amefanya kazi hata kabla hatujampigia kura kwenye boksi la kura. sisiemu oye! Magufuli aliota miradi mikubwa ya kimkakati, mingine imetaja sitaki kuirudia lakini hakuna hata mradi mmoja uliosimama na mingine yote imekamilika. CCM oye, CCM safi. Katika zile trilioni mkamamatrilioni ya trilioni tano pointi sita zilizokuja mkoa wa Mwanza, Magu mliletewa bilioni 143, piga makofi kwa Dkt. Samia, na hizo zimegawanyika katika mambo mbalimbali, zimekwenda kwenye swala zima la shule ya wasichana imebeba zaidi ya bilioni tatu. Shule ile ni wasichana watupu. Na kwa nini ilikuja kujengwa Magu? Kwa sababu Kiswaga anajua kuongea, anajua kushawishi. Ile ilikuwa inakwenda shule moja tu kwenye mkoa mzima, shule moja, lakini iende wapi majimbo yako tisa wabunge tulikuwa kumi na tano na mimi nikiwepo, lakini ilikujaje kwa Kiswaga? Ni kwa sababu Kiswaga ushawishi wake na upole wake makanzatangama kabisa kkit ka mchungaji ya. Akiongea pale akishusha mistari utafikiri ni mchungaji aliyeweza kukaa kwenye mimbari. Kwa hiyo aliamua kushawishi, mimi nikiwa mwenyekiti wake wa wabunge mkoa wa Mwanza, yeye alikuwa makamu wangu sasa kama makamu amesha kuwai mwenyekiti utasema nini? solaganao il liotale siemy si, shule ile likuja hapa, lakini katika vijiji themanini na mbili vijiji themanini na mbili Kiswaga amedhamiria kila kijiji kiwe na shule. Hakuna wilaya katika mkoa wa Mwanza ambayo imejenga shule mpya za sekondari kuliko Magu siimuoy si, e,

Mheshimiwa Dr. Angelina Mabula, mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa NEC, Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa kata hii ya Shishani, Mheshimiwa mwenyekiti wa tawi hili la Mahaha na viongozi wote na wananchi wote, mabibi na mabwana, mwarayaseba. Kabla sijaanza, naomba ni mshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha sisi sote kuwepo hapa. Wako wenzetu hawajapata nafasi, ama wanaumwa ama wametangulia mbele za haki, lakini sisi Mwenyezi Mungu ametukirimia leo akatuleta hapa wangapo wanafurahi kumshukuru Mungu pamoja nami kwa jambo la leo. Yesu wasufiwa sana. La pili, watu wa Mahaha mulipiga kula tarehe eneo la nane kwenye kata ya Shishani mulinipa kura nyingi, nikaongoza nikawa wa kwanza. Na washukuru sana watu wa maana, Mungu awabariki sana. Mahaha oye! Ndugu wapendwa, tumekuja kama tulivyo wenzangu waliotangulia wameeleza mengi na mimi niongeze kwamba kwa kweli Mahaha imetema. Mahaha mmeongoza. Mahaha mnanipenda kweli, si kweli? Ndugu wapendwa, waliotangulia wameeleza yote ambayo serikali ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Daktari mama yetu Samia Suluhu Hassani, Rais wa awamu ya sita, ambaye alipokea kijiti kutoka kwa Dr. John Pombe Magufuli ambaye alimjua, na Mwenyezi Mungu akamwongoza kwamba mgombea uraisi mwenza awe mama Dkt. Samia. Wengi hatukumjua Dkt. Samia, lakini John alimjua Dokta Samia, na hata alipoitwa mbele za haki, watu wote tulipata mashaka, lakini mama alipoanza kufanya kazi, otokanya omayo o Samia na wana Mahaha hawa ni shahidi, kweli si kweli? Hey, Samia oye! Oye Samia oye, oye! Dokta Samia, mama rais wetu, mgombea uraisi ambaye amekuwa kielelezo, rais wa kwanza mwanamke, rais wa kwanza Afrika Mashariki ambaye ameendelea kushangaza ulimwengu. Ndiye kwa mara ya kwanza, daraja letu la Ngaya ambalo lilikuwa limeshindikana milioni mia nane, daraja la Ngaya linajengwa kweli si kweli? Dkt Samia tunapokuja tufua mbele kumwombea kura kama mlinisikiliza tarehe nane mwezi wa kumi pale Nyamagana nikiwa naeleza mafanikio, nikiwa naeleza matarajio yaliyopo humu. dr Samia ametupa fedha za kufanya usanifu barabara la kutoka Magu kuja Ngaya kuja Kabila kuja Shishani kuja Mahaha, litajengwa kwa kiwango cha rani nadhani ninyi ni mashahidi wale wanaopima kwa darubini mnaona, wamefika hapa kweli, si kweli? hawa wanafanya upembuzi ya kilifu na baadaye, baada ya kukamilisha litajengwa kwa kiwango cha lami. Samia oye! Ndio maana tunakuja kifua mbele tukisema kwamba Dr Samia ndiye rais ndiye mgombea pekee ambaye anatusikiliza sisi wabunge. Anjelina Mabula alikuwa ni mbunge wa Ilemela. Anjelina Mabula alikuwa mwenyekiti wetu wa wabunge. Dokta Samia kwa mara ya kwanza aliweza kutuita nyumbani kwake wabunge wote wa, wa Mwanza, tukaanza kueleza matatizo makubwa makubwa. Tulipomaliza kueleza Dokta Samia akasema nitawaletea fedha. Ndo maana daraja la Ngadi linajengwa, ndo maana daraja la simu linajengwa, ndo maana tukaletewa kituo cha afya Shishani, ndo maana sasa tunajenga barabara la kwenda Mwakumega. Na sasa ukisoma ilani hii, nataka tupige barabara la Mwamunema, Mwamasele, Dasava mpaka Loka, tunajenga Itilima ili tuiunganishe Mahaha tuiunganishe na Itilima. Tumemaliza, Dokta Samia akatupa fedha, tumejenga daraja la Isolo kwenda Itilima tayari imekamilika. Raisi Dokta Samia ametupa fedha kwenye ilani humu, kati ya madaraja tunajenga daraja letu la Itubukelo ituungane na watu wa Bariadi. Sise mweye, sise mweye, tunataka tuifungue mahaha Mahaha yenye kwa mji wa kibiashara hapo. Vipi mambo? Vipi? sema mambo bomba, usiseme akapoa hapo. Mambo vipi? Mambo bomba! Naomba mtu anayefahamu kusoma vizuri aje hapa, aje hapa. Mtu anayejua kusoma vizuri aje hapa. Mpeni mike soma, ukurasa wa tisini na tano. Soma hapa pameelezwa nini, inasema ujenzi ujenzi wa mradi wa maji sola Bubinza awamu ya tatu kutoka Sayaka kwenda Mahaha, ambao utahudumia vijiji kumi na saba Salama, Bugatu, Mwabwenga, Chanduru, Nobola, Kayenze, Mwashepi, Igombe, Ndagalu, Kabila, Mama Goli Jinjimili Kabale Nyasato Isoro Shishani Mahaha apondowamayo yeah. wika yeah. ana mone njalolo pakaosimenzerakenbango yeah. yeah. Samia oye oh yeah. yeah. yeah. baada ya kuona kuna matatizo makubwa ya maji tulichimba kisima kirefu na watu wa kanisa wakachimba kisima kirefu, tumeweka sola, tunasubiri tuna, tuna kupata milioni mia tatu na bahati nzuri nimeongea na waziri wa maji kwamba tunataka tujenge tenki hapa Mahaha, tuweke vituo vya maji kumi, tunaposubiria maji haya ya ziwani tuwe na maji ya kuanzia.

mwambia ananisikiliza na mimi niombe tarehe 29 Mahaha kata ya Shishani mwongoze kwenye wilaya ya Magu <laughs> ili tumwonyeshe Dkta Samia kwamba kweli barabara ya rami ni hitaji ya watu wenye wa Mahaha. Unataka saidango cade yeah. uti nakata sambago yeah. lolo

malati wa mabati mala simenti ajatotelaga mutigwile yes. nataka watu niwamie watu wa mahaha ilisegalele namba e upeleji wiwe kotopelela makoyeigelaga e mahaha akaja Tuna serikali tafuatilia. Gagaja angekuwa amehusika, gagaja asingeteuliwa na Chama cha Mapinduzi hata kama angekuwa ameongoza.